Utetezi wa pili waliotumia washtakiwa kujitetea ni kwamba washtakiwa wote walidai mbele ya mahakama kwamba hawakuwepo pale Sinza nyumba namba 607 zile siku au ile mida ambao wale watoto walidaiwa kufanyiwa yale makosa. Babu Seya yeye alisema kwamba kwanza hakai kabisa katika hiyo nyumba, yeye anaishi Sinza nyingine, yani Sinza kwa Remi, pamoja na yule mpenzi wake Bi Farida Abdu kwenye nyumba ya kupanga ya Bi Hadija Said au Mama Kumekucha. Wakamleta naye Mama Kumekucha je, pale aweze kusema kwamba kweli Babu Seya na mwenzie wanaishi nyumbani kwake. Yeye alidai kuwa yeye alishahama hama pale nyumbani, baada ya marehemu mke wake kumwambia ahame hama rasmi ile nyumba mwaka 99. Mtuhumiwa wa pili Papi Johnson Nguza, yani Papi Kocha, yeye alidai kwamba hapo haishi kabisa kwa hiyo uwezekano wa kuwa wanafanya hivyo vitendo haupo. Alisema Papii kwamba yeye anaishi eneo la makumbusho pamoja na mke wake mtarajiwa, Bi Mariam Othman Bongi, ambaye kwanza kabisa wanapendana sana kiasi kwamba muda wote wako pamoja, wapo pamoja muda wote, kiasi kwamba haiwezekani kwamba yeye aliweza kutoka hapo makumbusho kumwacha Bi Bongi na kwenda huko Sinza nyumba namba mia sita na saba, na kuwafanyia watoto hivi vitendo hiyo miezi yote kuanzia wanne mpaka wa kumi kitu ambacho kiwezekani. Na akaendelea Papii kwamba ndiyo siku ya kukamatwa mapolisi walimkuta pale, lakini ile siku ndio alikuwa amewasili kutoka zake Arusha ambako alikuwa ana perform na bendi yake, akaamua kufika apite pale kuweza kusalimia kwa sababu katika ile nyumba alikuwa pia anaishi mama wa Nguza Viking na pia mdogo wake mwingine. Kuwa alikuwa amepita tu kuwasalimia jamani. Na zaidi ya hapo anasema yeye kuja pale, ukitoa ile siku aliyokamatwa, akija pale Sinza nyumba nab saba zaidi ilikuwa ni kufanya mazoezi ya bendi yake ya akudo ilikuwa inafanya mazoezi katika ile nyumba. Basi mshtakiwe namba tatu, Nguza Mbangu, na yeye kama vile wenzake, kama vile ilivyoada, akasema pale nyumba ile hakaagi. Kwanza alisha hama zamani, yeye anakaa Sinza. E, kwa hiyo kama ilivyoada yeye naye pia amesingiziwa, haiwezekani akawa amefanya hivyo vitendo siku zote zile pale wakati yeye haishi pale. Mshtakiwe namba nne, ambaye pia naye ni mtoto Babu Seya, yeye alisema kwamba ndiyo anaishi katika nyumba hiyo, lakini asingeweza kufanya hayo mambo kwa sababu hizo si kwa watoto alizozitaja, na hiyo mida, hawa watoto waliotaja ni mida ya shuleni. Ye ni mwanafunzi mzuri, yeye alikuwa ye zake shuleni. Kwa hiyo haiwezekani, watoto watakuwa wamemchanganya, watakuwa wamemsingizia. Basi upande wa mashtaka walivyokuja kusimama katika wakati wao, wao wakakataa kabisa na kuupinga huu utetezi wa kutokuwepo wao. Wakadai kwamba kwanza kabisa hawa wote waliosema kwamba hawaishi pale Sinza C, wanaishi eneo la karibu ya ile Sinza C si. Mmoja anaishi Sinza A, mwingine anaishi Sinza kwa Remu. Hapa lilipofanyika tukio ni Sinza C, zote tatu Sinza Makumbusho napo wala sio mbali sana kufika pale. Lakini zaidi ya yote ni kwamba Sinza ni Sinza, unaweza kutoka kwenye wanapoishi hawa na kufika katika nyumba hii bila hata kukatika pumzi. Unaukaribu, ukaribu ambao bado unaweka ile nafasi kwamba mtu anaweza kuja kufanya hivi vitendo na kurudi huku wanapoishi. Walivyoenda katika utetezi wa Papii hii kwamba yeye siku zote na saa zote huwa na yule mke wake rajiwa Bi Maria Mbongi wakasema, kwamba kiukweli, mahakama, jamani, haiwezekani binadamu mmoja akawa na binadamu mwenzie masaa 24 siku saba za wiki. Lazima kuna muda ambao yeye aliweza kuwa mbali na yule mke wake mtarajiwa. Huo utetezi wake ulikataliwa. Utetezi wao watatu waliotumia kujitetea ni yani kwamba ile nyumba iliyotaja kufanyika vile vitendo, yaani ile nyumba namba mia sita na saba walidai kwamba mara zote ilikuwa na watu, kwa hiyo haiwezekani kwamba kulikuwa na uwezekano watoto walikuwa wanaletwa tena hadi kwa vikundi na kufanyiwa vitendo vile bila hawa watu wengine kufahamu. Walitajwa watu wao ambao walikuwa wanaishi katika ile nyumba, ambao ilikuwa ni mama wa Babu Seya, Bi Bernadeta Kaji, mtoto wa mke wa Babu Seya, yaani mtoto wake wa kufikia, pamoja na dada wa kazi aliyekuwa anafahamika kwa jina la Furaha. Zaidi ya hapo walisema kwamba kulikuwa na ile bend ambayo ilikuwa inakuja kufanya mazoezi katika ile nyumba, kwa hiyo haiwezekani kwamba mtu angeweza kupata ile nguvu ya kuweza kuleta watoto na kuwafanyia vitendo vile wakati hao watu wote walikuwa na uwezo wa kuwepo kule nyumbani muda wote. Pointi nyingine waliotumia upande wa utetezi kuonesha kwamba kina Babu Seya walikuwa hawana hatia ni kwamba mbona kuna mtoto alitajwa kwamba alishindwa kuonyesha kile choo ambacho walidai kwamba walikuwa wanasafishwa? Pia kama wao kweli walikuwa wanaingilia watoto hao, mbona daktari kaja akasema kwenye ripoti kwamba kuna mtoto mmoja hakuwa na viashiria vyovyote vya kuingiliwa sehemu yoyote ia mbona mtoto ji walisema mwanzo kwenye ripoti kwamba walimkuta na maambukizi, lakini mbona daktari aliyekuja kutoa ushahidi amesema kwamba hakumkuta na ugonjwa? Basi upande wa mashtaka walionyesha mahakama kwamba utetezi huu haukuwa na uzito hata kidogo na usizingatiwe, kwa sababu kwanza, katika watoto kumi mmoja tu alishindwa kuonyesha choo kilipo. Hawa ni watoto wadogo wa miaka saba nane, kusahau ni kitu cha kawaida. Hata mtu mzima wa miaka thelathini arobaini ana wa kusahau hasa kwa sababu hili jambo limekuwa likianza kuanzia mwezi wa nne na huu muda wa hii kesi ulikuwa unafanyika ni miezi baadaye. Kwa hiyo kulikuwa na uwezekano kwamba mtoto aliweza tu kusahau. Na pia huyu mtoto mwingine ambaye hakukutwa na mabadiliko yote katika sehemu zake, upande wa mashtaka walileta daktari bingwa wa watoto ambaye wakamuuliza pale mahakamani kama vile inawezekana mtoto kuweza kuingiliwa na asionyeshe ishara zozote huku nje, na yule daktari wa watoto akasema kwamba kibayolojia mtoto anaweza kuingiliwa na hata bikra yake isitoke. Pia anaweza kuingiliwa na akaumia au asiumie, kiasi kwamba wazazi wanaweza wakajua kwamba mtoto yuko wanafanyiwa vitu au wanaweza wasijue vile vile kuhusu suala la mtoto ji kutokutwa na ule ugonjwa aliyokutwa nao ile mara ya kwanza alipopelekwa hospitali, upande wa mashtaka ulionyesha vithibitisho kuwa ji ambaye alikuwa ndiye mtoto aliyesababisha ile kesi ilipuke alipelekwa hospitali tarehe tisa mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na tatu na kweli alikutwa na ule ugonjwa na alianzishiwa matibabu papo hapo. Halafu yule daktari aliyekuja kutoa taarifa pale mahakamani aliwafanyia uchunguzi hawa watoto na kuwafan ya hivi vipimo tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na tatu yaani siku kumi na tatu baada ya ile siku ambayo mtoto ji alikuwa amekutwa na yale maambukizi. Kwa hiyo, upande wa mashtaka ukasisitizia mahakama kwamba kitendo cha ji kutokutwa na ule ugonjwa ni kawaida, kwa sababu alishaanza dawa. Kuna uwezekano kwamba wale wadudu walishaanza kufa, kwa sababu ilikuwa ni karibia wiki mbili toka alivyogunduliwa mara ya kwanza. Zaidi ya hapo, Babu Seya babu na watoto wake pamoja na mawakili wao waliambia mahakama kwamba pia haiwezekani kwamba hivi vitendo wanavyosingiziwa viliweza kufanyika katika ile nyumba, kwa sababu kama walivyosema mara ya kwanza, ile nyumba ina watu kibao ambao mara nyingi wapo. Haiwezekani kwamba kuna kipindi ile nyumba inakuwa wazi, kwa sababu ukiacha wale watu wanaoishi pale, pia ile band ilikuwa inakuja kufanya mazoezi pale. Kwa hiyo haiwezekani kwamba hawa wote hawakuweza kuona mtoto au kundi la watoto wakiingia kule ndani wanafanyiwa vitu baya. Upande wa mashtaka walipinga pia utetezi huu kwa sababu mpelelezi mkuu alienda kwenye ile nyumba akatembelea, na wakashuhudia jinsi ilivyo, na wote walitoa ushahidi kwamba kulikuwa na uwezo wa hawa watoto kuingia na kutoka katika ile nyumba bila kugundulika na watu wengine, kwa sababu ile nyumba ilikuwa na milango miwili ambayo ilikuwa pande tofauti, ambayo mtu angeweza kuingia na kutoka bila watu wengine kufahamu. Ingekuwa ni nyumba ambayo ina sehemu moja tu ya kuingilia au jwa kutokea hapo, sawa. Kwa hiyo hata kama wakisema kulikuwa na watu, kuna bendi ilikuwa inacheza, bado haiondoi ule uwezekano kwamba wale watoto wangeweza kuingizwa na kufanyiwa hayo mambo. Tukienda katika utetezi mwingine ambao Babu Seya pamoja na watoto wake walitumia kusema kwamba wao hawakuhusika na kuwafanyia vile vitendo wale watoto, ilikuwa ni kwamba walilalamika kwa mahakama kwamba hawakutambuliwa kihalali, yaani wale watoto walienda kule polisi wakawataja wao, wao wakafatwa wakabebwa wak wakapelekwa polisi, kutoka polisi wakapelekwa mahakamani, kutoka mahakamani kesi inaanza. Hakukuwa hata na lile zoezi la utambuzi kwamba wakae katika mstari halafu, wale waliofanyiwa vile vitendo waweze kuja na kusema kwamba huyu, huyu na huyu ndio walionifanyia kitu, hiyo ilikuwa ni haki yao. Wakasema kwamba inawezekana wale watoto wanawasingizia, usikute hata hawafahamu kwa sura. Zaidi ya hapo, upande wa utetezi wakasema, watoto wamekuja hapa wakasema kwamba wao walikuwa wamefunikwa macho. Sasa kama vile watoto waliokuwa wamefunikwa macho, kulikuwa na umuhimu wa hawa watu kuwekwa katika ule mstari watoto waweze kuwatambua kwa sababu kuna uwezekano kwamba hawakuwaona hawa watu waliokuwa wanawafanyia haya mambo. Basi upande wa mashtaka walipinga hoja hii na kudai kwamba kweli watoto walisema kwamba walifungwa kitambaa machoni, hata kuna kipindi ya sinta alisema kwamba aliambiwa na Babu Seya asaidie kwa kuwafunga wenzake kitambaa cheusi usoni, lakini si mara zote walifunikwa. Zaidi ya hapo, wakati hawa watoto wanachukuliwa kutoka nje ya nyumba kuingizwa ndani ya nyumba walikuwa hawajafunikwa, kwa sababu hawa watuhumiwa wangewafunika hawa watoto mbele ya watu huko nje, si wangechukuliwa vibaya? Watu wangeingilia kati, wangejua kwamba kuna kitu kibaya walikuwa wanataka kukifanya. Na pia baada ya tendo kufanyika, wakati wa kwenda kunawishwa, wakati wa kupewa yale malipo, yani zile shilingi mia mbili, mia tatu, mia nne, walikuwa hawajafunikwa. Kwa hiyo upande wa mashtaka wakasema, hapana, hawa watoto wanawatambua kutokana na point hiyo hapo, hakukuwa na sababu ya kufanya identification parade. Inapotokea kwamba shahidi anamfahamu yule mtu aliyefanya uhalifu, kama vile hawa watoto, hakuna sababu ya kufanya identification parade, kwa sababu mashuhuda tayari wanawafahamu hawa watu, wanawafahamu majina yao. Na pia hii vitendo vilitokea mchana kweupe. Ingekuwa vilikuwa vinatokea usiku, wangesema o, labda sababu ya giza watoto walikuwa hawajaona vizuri pale mahakamani watoto walivyokuwa naulizwa walikuwa nasema ye, hey, yule pale ni Babu Seya, alikuwa amefanya hiki na hiki na hiki. Wale pale ni watoto wake, walikuwa amefanya hiki na hiki na hiki, kwa sababu waliwaona zaidi. Ya hapa ilisema upande wa mashtaka kwamba kuna mtoto mmoja ambaye baada ya walezi wake kugundua kwamba alikuwa anaingiliwa, walihama wenyewe nyumba pale ulimtaa, na pia wakamhamisha ule mtoto, kumhamisha kwenye shule tofauti, kiasi kwamba ilikuwa kidogo kazi kuweza kumpata mtoto huyu aweze kuletwa kujumuishwa na wale wenzake na yeye atoe shuhuda wake. Sasa, kama vile akina Babu Seya alikuwa anasingiziwa, kwa nini wazazi hao wamtoe huyu mtoto wampeleke mbali kiasi kwamba iwe ngumu kwa, kwa upande wa mashtaka kuweza kumpata na kumhoji? pia lilikuwa ni swali kwamba ni mtu gani anaamua kutumia watoto kumi kusingizia akina Babu Seya kesi, wakati kesi za kuingiliwa mtoto mmoja tu angetosha. Na hawa watoto kumi wakaingiliwa katika kipindi cha miezi sita, hadi wamechanwa chanwa, wameharibiwa maisha yao yote, wambidi wahamishwe shule Ilibidi wahamishe mtaa, yani kuharibu maisha ya watoto kumi ili tu kumwadhibu mtu kutokana na jambo gani? Kama vile kweli kina Babu Seya wamesingiziwa, huyu mtu anayewasingizia alikuwa na njia nyingine, kama vile kutuma watu wasiofahamika waweze kwenda kuwashtua kidogo. Njia zipo nyingi kuliko hii njia ndefu ya kutafuta wazazi ishirini wa watoto kumi wa darasa la kwanza, halafu sijui wakafanyaje fanyaje mpaka wafanye hawa watoto waweze kuingiliwa kweli mpaka wachanike kweli hadi waweze kujenga hii Yes. Basi mwisho wa siku washtakiwa hawa, yaani Babu Seya pamoja na watoto wake wale watatu, walikutwa na hatia ya kuingilia watoto na wakahukumiwa kifungo cha maisha pamoja na kutoa faini ya shilingi za kitanzania milioni mbili kwa kila mtoto, yaani jumla milioni ishirini. Hii ilimaanisha kwamba mahakama iliamini ule ushuhuda wa wale watoto. Basi jambo hili lilipokelewa kama ushindi kwa baadhi ya watu, lakini kwa wengine Lilikuwa ni pigo kubwa, kwa sababu wapo wengi ambao walikuwa upande wa wasanii hawa kwa kuwaamini kuwa kweli walikuwa wamesingiziwa. Walipofika kutumikia adhabu yao, Babu Seya na wanaye waliendelea kupaza sauti kutoka huko gerezani, wakisema kwamba wao hawastahili kufungwa na haki zao walinyimwa kipindi kizima cha kesi ile, kesi yote, wao wamesingiziwa, wa hawakufanya vile vitendo kabisa. Basi mawakili wao walikata rufaa mara moja, lakini bado tarehe ishirini na saba mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili na tano hakimu Thomas B. Mihayo alitoa hukumu ya kukubaliana na ile hukumu ya hakimu mkazi wa mahakama ya Kisutu, kwa sababu na yeye pia baada ya kupitia ile kesi na kupitia vile vithibitisho aliona kwamba watuhumiwa wana hatia, na kina Babu Seya na watoto wake wote wakarudi kule gerezani kuendelea kutumikia kifungo chao. Tarehe thelathini mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na kumi, yani miaka sita baada ya kwanza kutumikia kile kifungu chao, kesi yao iliweza kusikilizwa katika mahakama ya rufaa, ambapo jopo la majaji watatu likiongozwa na jaji Natalia Kimaro akisaidiana na jaji Mbaruk Mbaruk na jaji Salum Masati waliweza kusikiliza ombi la rufaa, na baada ya kupitia ile kesi, mahakama hii kwanza kabisa walimkuta bwana Nguza Viking au Babu Seya pamoja na mtoto wake mmoja yani Johnson Nguza au Papi Kocha, waliwakuta hawa wana hatiya kwamba hawa, vithibitisho vyote vilikuwa vinaonyesha kwamba kweli lile tendo la ubakaji wamelifanya. Kwa hiyo hawa, hukumu yao ile ya maisha walikuwa wanatakiwa kuendelea nayo kule gerezani. Lakini la pili walitoa hukumu kwamba wale watoto wawili wengine wa Babu Seya yani Nguza mbangu na Francis Nguza, hawa walionekana kana kwamba vile vithibitisho vilivyoletwa na upande wa mashtaka kweli vilikuwa havijawa vizito sana kiasi hicho cha kuonyesha kwamba kweli wao, bila kusita, ni kwamba na wenyewe walihusi kwa hiyo kutokana na hili mahakama hii ya rufaa iliweza kuwafutia ile adhabu na ile hukumu, na siku hiyo hiyo wakaweza kuwa huru kurudi uraiani. Sasa hukumu hii iliweza kupokelewa njia mbili tofauti. Kwanza kuna watu waliokuwa wamefurahi, wakaona o, haki inatendeka, lakini upande wa pili kuna wale watu ambao walikuwa wamepigwa na butwaa. Kwanini wawezi kuachiwa? Kwa sababu wao waliamini kwamba watu hao, wali sasa, kuu, hawa walikuwa wametenda hivi vitendo. Sasa moja ya sababu kuu iliyofanya hawa watoto wawili wa chiwe au iliyofanya ionekane kwamba ushahidi dhidi yao ulikuwa hautoshelezi, ni kwamba kama vile tulivyosema mwanzoni, siku zote shahidi anapopelekwa mahakamani, kabla ya kutoa ule ushuhuda wake lazma anakula kiapo cha kusema ukweli. Baada ya hiki kiapo, hatakiwi kudanganya na kidanganya ni kosa la kufungwa kabisa. Sasa pale inapotokea kuwa shahidi ni mtoto yaani, ni mtu wa chini ya miaka kumi na nane, huwa kuna zoezi ambalo hakimu hutakiwa kumfanyia yule mtoto ili kupima uelewa wake wa uzito wa kiapo, yaani uzito wa kusema ukweli na madhara ya kudanganya. Ikitokea kuwa mtoto haelewi maana ya kiapo, yani kutofautisha ukweli na uongo hajui, basi ushuhuda wa huyu mtoto hautakiwi kutumika katika kuamua kama vile mshtakiwa ana hatia au la, kwa sababu yule mtoto hawezi kula kiapo. Sasa katika kesi hii, baadhi ya hawa watoto walipofanyiwa hili zoezi na yule hakimu waliripotiwa kuwa walikuwa wanaelewa uzito wa kiapo, lakini bado walikuwepo wengine ambao walikuwa hawaelewi, na hakimu alisema kabisa kwamba mtoto fulani fulani na fulani hakuelewa uzito wa kiapo. Kwa hiyo walivyotoa ushuhuda wao walikuwa wametoa ushuhuda bila kula kiapo. Sasa kisheria ushuhuda wa wale watoto ambao hawakula kiapo haukutakiwa kutumika mahakamani na ilionekana kwamba wale watoto ambao hawakula kiapo ndio wengi wao waliwataja wale watoto wawili wa Babu Seya. Kwa hiyo hii upande wa utetezi uliweza kutumia kama vile moja ya point ya nyongeza katika kuionyesha mahakama kuwa wateja wao kisheria hawatakiwi kukutwa na hatia. Lakini Babu Seya na Papii, ikaonekana kwamba wale watoto wengi waliokula kiapo wale waliwataja, na wale shuhuda zao zilikuwa zinakubalika, kwa hiyo ndio maana wao hawakuweza kufutiwa ile kesi. Basi mwaka wa elfu mbili na kumi na tano Nguza vaik kina Papii Kocha walikata rufaa tena katika mahakama ya Afrika na haki za binadamu, yaani AFCHPR, ambapo walipeleka malalamiko yao kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikiuka haki zao katika ile kesi, hivyo kupelekea wao kukutwa na hatia na kupewa ile adhabu ambao wamekuwa wakiitumikia kutoka mwaka wa elfu mbili na nne. Vitu ambavyo walionyesha kwamba wao walikuwa wameonewa ni kama ifuatavyo: kwanza, walilalamika kwamba kuna mashahidi hawakuletwa mahakamani na zaidi ya hapo hawakupewa taarifa kwamba mashahidi hawa hawatakuwepo mahakamani. Mashahidi hawa walikuwa wanne, maaskari waliowahoji wale watoto ile siku walivyoenda kufungua zile kesi na pia ya Selina, yaani yule mdada wa kazi wa Bikandi, kwa sababu ilitajwa kwamba Selina ndiye aliyewapeleka wale mapolisi kule nyumbani kwa Babu Seya, ni ile nyumba namba mia sita na saba na kusema kwamba hapa ndipo mtoto aliposema Babu Seya yupo na vile vitu wao wakalalamika, kwamba walikuwa wanataka Selina pamoja na wale maaskari waje pale mahakamani ili na wao waweze kuwauliza maswali ambayo majibu yake walikuwa na imani kwamba yangewafanya mahakama waone kwamba kuna uwezekano kwamba kulikuwa kuna protokali zilikuwa hazijafuatiliwa, hivyo kuweka mwanya wa wao kupitia ili kuweza kuwapatia unafuu wateja wao. Lakini pia waliamini kwamba ile maswali yao na majibu ambayo wale wangejibu yangeweza kuonyesha kwamba ulikuwa kuna sintofahamu ilikuwa imejengwa katika maskari na huyu Selila na katika hili jambo zima la kusema kaa kuna watoto hawa na bakwa pale. Lakini upande wa mashtaka walikuwa tayari walishajibu hii point kwamba kisheria si lazima kwa maskari waliohoji mashuhuda kuwepo mahakamani kutoa ushuhuda kama vile wale mashuhuda na wenyewe wapo na watatoa ushuhuda wao mahakamani, kwa sababu mwisho wa siku itakuwa kama shuhuda zinajirudia, yaani mtoa shuhuda atakuja mahakamani atasema mimi niliingiliwa na fulani, halafu tena bado aje askari aliyemhoji aseme kwamba a hey, alisema kaingiliwa na fulani. Kwa hiyo kisheria upande wa mashtaka wakaonyesha kwa kwamba kisheria hakuna sababu sana ya wale waliohoji yule wali shuhuda na wenyewe kuja. Katika lalamiko lao la pili kwa mahakama hii walisema kwamba jamhuri ilikiuka haki zao kwa kukataa babusea kupimwa ili kuthibitisha kwamba kweli nguvu za kiume hana, ambapo ingawa kweli sheria inasema kwamba haijalishi kama vile nguvu zipo katika swala zima la kuingilia ya kimwili mahakama hii ilionyesha kukubali kuwa katika hili ilibidi kweli jamhuri ikubali tu kumpima. Kama vile jamhuri ina uhakika kwamba majibu yake yasingeweza kubadilisha mwenendo wa kesi, basi hakukuwa na sababu ya mahakama kumkatalia kipimo. Kwa hiyo katika lalamiko hili, katika mahakama hii mpya, hawa mahakimu wa hii mahakama waliona kama vile haki yake ilikuwa imekataliwa, basi waliandika, na malalamiko mengine yakiendelea kukazia kwamba wao wameonewa wakayomba hii mahakama iweze kuingilia kati. Basi jamhuri ilipewa siku arobaini tu kuweza kufuatilia na kuweza kusoma yale malalamiko ambayo bwana Nguza Viking na Papii Kocha kwa kupitia wanasheria wao waliweza kuyapeleka. Basi baada ya rufaa zote kushindikana, kilichobaki ambacho kingeweza kuwaokoa na maisha ya jela ilikuwa ni msamaha wa rais tu. Mashabiki wa wasanii hawa walikuwa wanaomba Mungu sana rais Jakaya Kikwete awatoe kwa msamaha, lakini kama vile unafahamu hilo halikutokea. Rais Jakaya Kikwete aliingia madarakani mwaka mmoja tu baada ya kina Babu Seya kuhukumiwa maisha, yaani mwaka wa elfu mbili na tano, na alimaliza muda wake mwaka wa elfu mbili na kumi na tano bila kutoa msamaha kwa Babu Seya na Papii Kocha. Alipoingia rais anayefuata ambaye alikuwa ni Rais John pombe Magufuli, bidii za kutafuta msamaha zikaanza kufanyika. Basi mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, tarehe thelathini mwezi wa kumi na mbili, Rais John pombe pombe Magufuli alitoa msamaha wa kihistoria ambao ulikuwa haujawahi kutokea kwa sababu alitoa msamaha kwa wafungwa wengi zaidi hadi wale waliofungwa maisha na wale waliokuwa wamehukumiwa kufa kwa kunyongwa. Basi jambo hili la kusamehewa lilipokelewa kwa shangwe sana na wale mashabiki wa Papii Kocha na Babu Seya kwa sababu walikuwa wamesubiri miaka mingi sana na bilehawa wa walikuwa wameona kama vile hawa wa mastaa wao walikuwa wamesingi iziwa kweli, lakini pia msamaha huu ulizua maumivu makali sana, hasa kwa wale watu ambao walikuwa wamefuatilia ile kesi, ambao waliona kabisa kwamba kuna uwezekano kweli hawa watu walikuwa wamefanya ile kitendo. Na zaidi ya hapo, mashirika ya haki za watoto na wanawake yalipanda juu sana kutokana na, na kitendo hiki cha rais kuwatoa hawa watu ambao walikuwa na kesi ya kuingilia watoto wa kike. Kwao ilikuwa ni kama pigo kubwa sana, kwa sababu ilionyesha jamii kuwa ukatili wa aina hii kwa wanawake na watoto ni kitu kidogo ambacho mtu anaweza kukifanya na bado akaenda gerezani na bado akaweza kutoka ndani ya muda mchache tu. Ilisisitizwa na rais pamoja na wachambuzi wengine wa sheria kwamba mtu kupewa msamaha na rais haimaanishi kwamba yule mtu au wale watu walikuwa hawana hatia. Bado ile hukumu ya mahakama iliyokuta wana hatia bado iko pale pale, kinachotokea ni kwamba wanafutiwa tu ile adhabu. Kwa hiyo, mbele ya sheria hawa watu bado wanachukuliwa kama wahalifu ambao wame fanya jambo baya. Hadi leo bado kuna watu wanaamini kwamba kweli Nguza na wanaye hawakutendewa haki, lakini kuna wengine wengi ambao wanaamini kuwa wao kweli walifanya le makosa na hawakustahili kabisa kuachiwa huru. Na hapa ndio tumefikia mwisho wa video hii ya leo. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare video hii na pia usisahau comment kwenye comment section, kwa sababu mimi huwa ninasoma comment zote na pia huwa ninajibu zote na ninafurahi na ninashukuru sana ninapokuwa mnanachia comments. Asante sana kwa kuangalia video hii na tuonana tena kwenye video jayo. Bye.